Rais wa zamani Joe Biden amemshambulia kwa lawama rais wa sasa Donald Trump juu ya kuvuruga mfumo wa usalama wa jamii katika hotuba adimu kwa umma. Wakati huo huo, utawala wa Trump unapanga kukata ufadhili, kukata ufadhili kwa mashirika zaidi ya Umoja wa Mataifa. Zainab Aziz anaeleza kwa kina. Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ameukosoa mwenendo wa utawala mpya wa Marekani kuhusu usalama wa jamii akitahadharisha juu ya kutokea mgawanyiko mkubwa nchini humo. Akitoa hotuba yake ya kwanza hadharani tangu aondoke madarakani, Biden ameongeza kusema kuwa utawala wa Trump umevuruga kabisa mfumo wa hifadhi ya jamii nchini Marekani. Katika muda usiozidi siku mia moja utawala huu mpya umefanya uharibifu mkubwa na umevuruga pakubwa ni jambo la kustaajabisha sana kwamba hili linaweza kutokea katika muda mfupi namna hiyo. Wamechukua hatua za uhasama katika usimamizi wa hifadhi ya jamii. Rais huyo wa zamani wa Marekani Joe Biden amemlaumu Rais Trump na wajumbe wa chama chake cha Republican kwa kutishia uthabiti wa maisha ya angalau wa Marekani milioni 73 ambao wanapokea misaada ya serikali kwa sasa. Mada aliyoichagua Biden ya usalama wa jamii inalenga kuongeza shinikizo kwa Trump katika juhudi zake za kuirekebisha serikali, ambapo analipa kipaumbele swala la kupunguza wafanyakazi. Trump na msaidizi wake bilionea Elon Musk wanasisitiza kuwa hilo ni sehemu ya utendaji kazi wa idara ya ufanisi ya serikali inayoongozwa na Elon Musk. Hata hivyo, wanachama wa chama cha Republican wanaonekana kupuuza hotuba hiyo ya Biden, huku rais Donald Trump kichapisha video kwenye mitandao ya kijamii inayomwonyesha Biden akizungumza kwa taabu kana kwamba ni mtu asiyejua anachokisema bila kuweka maoni yoyote. Rais Donald Trump tangu arejee madarakani wakati wote ameendelea kumkosoa mtangulizi wake huyo. Wakati huo huo utawala wa Trump unapanga kukata ufadhili kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani na mashirika mengine. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema endapo Marekani itachukua hatua hiyo basi litaathirika vibaya katika utoaji wa huduma zake. Na wakati huo huo Umoja wa Mataifa umesema utalazimika kupunguza wafanyakazi wake takriban 2600 ambayo ni asilimia 20 ya idadi jumla ya wafanyakazi wa mashirika ya misaada kutokana na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kupunguza ufadhili kwa mashirika ya Umoja wa Mataifa.